Ama bwana usingizi, tutakumalizia jambo kubwa tu la mwisho. Ama bwana, wana sifa sita. Sifa ngapi? Sita. Sifa ya kwanza ni kuhifadhi na kutamka sawa kalima. Kalima gani? La ilaha illa Allah. Sasa muone kwamba hawa wa bwana wamekengeuka katika jambo kubwa hata maana ya la ilaha illa Allah. Sikilizo, anaposema na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake anasemaje? Yani, sikiza maana ya la ilaha illa Allah maana, yani, maana ya kalima yani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote na ni yeye tu atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Mafanikio yanategemea mtu kufuata kivitendo mwenendo wa maisha aliyofunza na sayidi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukubali yeye kuwa ni nabii wa kweli yani na wa mwisho wa Allah. Mwona maana la ilaha illa Allah, yaani kuitakidi na kuamini kwamba Allah ndiye mweza

alihatina shairi majnun hawa walikuwa wakiangua La ilaha lailaha illallah, wanafanya kibri, alafu wanasema yaani, sisi tuache hawa tunaoabudu kwa mtoa mashairi manju tena majnun. Nataka kuwauliza hawa washirikina walielewa lailaha illallah maana yake, Allah maana yake, maana nini? likuwa cha nini? vyote vinavyoabudiwa cha kinyume cha nani?

Mitume yote imeletwa kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Mtume anamtuma Muadh, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah, au shahada an la ilaha illa Allah. Vipi nyie mnaonaje? Ili kundi lipo katika haki, ili kundi katika eh? kundi la batili na misingi yake imehalifu misingi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sisi hatupingi kazi ya da'wa wa tabligh. Halafu kabla ya Maulana Elias kuanzisha utaratibu huu huko nyuma, dawa haikufanikiwa? Mtume hakufanikiwa? Semeni, hakufanikiwa? Alikuwa na utaratibu mlo utaja? Kundi la watu kumi alilianzisha lini? Akaliwekea amiri nani? Halafu haya tawazeni, halafu haya swalini rakaa mbili, tupeni hili mmepata wapi? Halafu dawa ni lazima iwe kwenye makundi tu. Yaani mtu mmoja mmoja hawezi kufanya dawa. Mshawahi kumwona tablighi katoka peke yake na msikitini? Kafika msikitini, msikiti labda, katua na begi lake pale, mafanikio yetu hapa duniani, kwa baada ya swala nitakuwa na mazungumzo ya dini na imani. Mshawahi kumwona? Kwa nini mmewalazimisha watu mkawekea utaratibu ukawa ni lazima wa kudumu kwamba dawa wa lazima kwenye kundi? Hii ni bid'a. Melewa sasa. Dawa imefungwa kwa hizbi moja na lazima utolewe kwenye markazi kuu. Lazima kila sehemu kuwa na markazi kuu. Hapa Tabora wana markazi yao ya kutoa makundi, si ndio? au hakuna matabligh ya lakini? mambo ni mengi. Awatizameni, wanafanya hiyo kazi. Wasomi wanasoma wao, wanaamini kwamba kwenye kutoka kule, kutoka ndio wanazidi nini, elimu ndio wanaipata na imani, ko kule kutoka ndio elimu yapatikana, na hayo pia yameandikwa Muda wangu umeisha, lakini bado hatujamaliza zile kusudi zao kuyafunga masiku ya kutoka. Wakiangua wanasemaje? Utaratibu tu huu ni utaratibu kama nyinyi mnavyosoma, mna thalami mna hivi. Jambo ambalo kulikuwa na majawabu mazuri hapa, lakini muda hautoshi. Huyu ni utaratibu tu, sisi hatuseme kwamba nini lakini kitabu chao hichi hichi kutoka kwa masiku ni jambo la lazima, ni jambo la nisome lisomeao. Nataka niruhusu maswali mpaka watu waelewe kwanza. Laika ngapi za maswali? Hapana, robo saa ndo, ndo mara ya kwanza sijui kama nitarudi tena na Sheikh Abu Musa kufanya dawa ya matablighi huko. ile silsila sijui itafika huku. Ikifika ile tunachukua siku tatu ndio tunaweza ongea kwa mapana, isipofika leo ndo, ndo siku moja. Anasema sikiliza ukurasa wa 33. kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, anasema hivi hatua ya pili ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao bi lazima, uwe umesimamiwa na watu waliokutangulia, wana vyeo vyao. Uwezi kufanya dawa peke yako, yani umesoma au ume, una elimu yako ufanye dawa tu, utoka nde kijijini. Lazima usimamiwe juu ya mwongozo ya watu hao, watu hao. Siku tatu kila mwezi, siku tatu kila mwezi, nje ya mji au kijiji chako tena hiyo dawa ya siku tatu sio, wafundisha watoto wako tu pia hiyo mm. na jirani sio dawa na jirani a a, iwe ni nje ya kijiji chako au mji wako. Maelekezo wanapewa baadaye, lakini kwa haraka iwezekanavyo, baadaye lakini kwa haraka iwezekanavyo, mtu atumie namna hiyo hiyo mwezi mzima au bora zaidi, siku arobaini. Zaidi. Ukisema kwamba huu ni wasila wasila, hauna khasia ya ibada wasila, haya mambo ya kielimu kidogo, atakamuda haina khasia ya ibada. Ukiwambia watu bora zaidi, bora zaidi, maanake kuna kheri, si ndio? Ni kheri kutoka siku arobaini, ndio bora mwezi au siku arobaini. Alafu anasema katika sehemu ya mali ye siku arobaini we ni sehemu ya mbali. Sababu akienda nmjua Tabora tatumia ah siku arobaini, lazima iwe mjua mbali. Maana mtu akitoka siku arobaini zakafika Tanga, Handeni huko apende kwa mbali siku arobaini. Umelewa wala sehemu ya mbali. Na mwisho matakwa hasa ya Tablighi, sikiliza. Na mwisho matakwa hasa ya Tablighi ni kutoa miezi minne mfululizo mara moja katika uhai, muda wote huo utumike kiukamilifu kwa nia moja tu ya kujifunza. Angalia wanavyohada, yani kule kutoka miezi minne, mtu anakwenda kujifunza, ndio elimu, ndio elimu yao. Ndio maana wakijani, wakirudi baada ya miezi minne, hawezi kukaa kwenye darasa lolote wakasoma, wakasona, umwanielewa? Kwa sababu kule kutoka ndio wanakwenda kujifunza kujifunza na kutangaza eh, imani ya kweli ya Uislamu na kuingiza katika maisha yako mfumo wa maisha eh, utakiwao na sharia. Kwa hiyo siku tatu, mwezi miezi minne, siku arobaini, miezi minne ni jambo, ndio matakwa ya hii kazi, na jambo hili wanalifanya kwa sura ya lazima. Eti, angalia ukisema hivyo akwambia mbona na nyinyi tunasikia kuna arbauna yauma fi Tanzania? Mbona na nyinyi mmekwenda Tabora siku tatu? E, watasema tu Tabora mliingia Ijumaa <laughs> e, e, Ijumaa jumaamosi mosi au kama walioingia wengine Alhamis, Alhamis tumewaona Ijumaa na jumaa mosi, si tatu hizi? Sasa hizi hizi zimetokea kwa kuafiki si utaratibu umepangwa au tuna utaratibu wa kudumu sisi. Dawa yetu ni siku tatu, tuweza toka siku nne ikawa tano, hiyo haiambiwi. Ni utaratibu weza kenda okay, sehemu kolikawa siku arobaini muwafakatan sio. Kwa maana ni jambo la utaratibu kama lenu nyii, nyinyi mmeweka utaratibu wa kilazima toka kazi ianze mpaka leo hawabadiliki hata siku moja, kwa sababu lazima ufuate usuli za nidhamu dini, na ndio maana unaona matablighi wakigawanyika, ujue kuna usuli hawaitaki. Ndio maana kule pia nje wamegawanyika, nitakuja kuyasema. Ndio maana hii raddi amepigwa sana, na Tanzania wamegawanyika, wajagawanyika, kuna wakiwa lani na Gongo la Mboto, sababu ya usuli, na hawa wakiwa lani pia washapigana au wamekatana mpaka mapanga kwa sababu kuna yule Mhindi Arif atakiwa na Maudana Saadi, si Mhindi, si Bangladeshi, si Pakistan, atakiwa na wakuu duniani. Wao wabongo hawamtaki Mhindi, mapanga mpaka msikiti umefungwa, wengine wa shahama. Sasa sasahi washagawana, wengine kuna msikiti mwingine wapo, si utaje kwa sababu nimesema, pati tu inafurahisha <laughs> ujue kuna misingi usuli zao zile zimeachwa, si za nidhamu dini Omentaishia hapa dakika ngapi? Na muda wa maswali dakika tano. Haya, watu wataswali baada ya swala, kama itakuwa wako ambao wana hamu ya kuuliza na sio tu. si wengine, hatuna neno, sio, hatuna neno tukalala hata saa sita. Kwa hiyo dakika tano hizi, kama kuna mtu anaswali, tafadhali.